Muswada wa sheria ya marekebisho mbalimbali wa mwaka 2016 umepitishwa na wabunge, ambapo kesi za ufisadi kuanzia shilingi bilioni moja ndizo zitakazofikishwa katika mahakama ya divisheni ya mahakama ya mafisadi inayotarajiwa kuanza shughuli zake katika bajeti ya mwaka 2016 2017. Akifafanua uamuzi wa serikali katika kipengele namba 3C cha sheria hiyo, mwanasheria mkuu wa serikali George Masaju amesema zipo kesi nyingi za ufisadi wa mabilioni ya shilingi na kwamba kesi zitakazokuwa chini ya shilingi bilioni moja zitashughulikiwa na mahakama chini ya sheria ya uhujumu uchumi. Mwandishi wetu Aron Mrikaria yuko Dodoma bungeni, na hii hapa ni taarifa yake. Mwanasheria mkuu wa serikali George Basaju amewasilisha bungeni mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali ya mwaka elfu mbili na kumi na sita ya bungeni mjini Dodoma na kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 86 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la mwaka elfu mbili na kumi na sita Naomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2016. Baada ya kuwasilisha mswada huo, baadhi ya wabunge walipata fursa ya kujadili na kutoa mapendekezo yao kwa lengo la kuboresha vipengele vya mswada huo. Ah, watu wa serikali tujitahidi, mahakama tuzipe uwezo, tuzipe nyenzo, ili kesi hizi ziweze kusikilizwa na ili sasa watu waanze kuona makali ya sheria ya uhujumu uchumi na kupambana na ufisadi. Kuna rushwa za kati ambazo nyingi zinaathiri katika level ya central, ya central government na rushwa hizi zinaathiri moja kwa moja watu wetu. Kwa mimi ningeshauri serikali kuangalia uwezekano wa kubadilisha kiwango hiki kutoka shilingi bilioni moja kushuka chini angalau milioni mia tatu, mia moja, kuanzia at least 100 million kwenda juu. Mwashilia mkuu wa serikali George Masaju akafafanua umuhimu wa taasisi ya rais kushiriki katika kufunga kanuni za kuendesha mahakama hiyo. Muhimu wa jaji mkuu kufanya mashauriano na mheshimiwa rais kabla ya kuanzisha division ya mahakama ni kuwezesha serikali kujiridhisha kama division inayokusudiwa kuanzishwa inakidhi matakwa ya kisera pale inapohitajika. Pia uanzishwaji wa divisheni za mahakama unaenda sambamba na uhitaji wa rasilimali fedha ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya msingi ya divisheni ikiwemo majengo, vitendea kazi mishahara ya watumishi na miundombinu mingine. Eh, rais wa nchi ah, ndiye mkuu wa nchi. Hayo ni madaraka tofauti kabisa, lakini rais wa nchi ndiye kiongozi wa serikali, na tatu, rais wa nchi ndio amiri jeshi mkuu, commander in chief of the armed forces. Sasa tukichanganya haya tukaona moja inakuwa ngumu. Sasa anapo consultation, inapofanyika inafanyika na mkuu wa nchi ambaye anasimamia Uh, income yote ya nchi tutafanyaje? Tuta mwaka kesho tupate pesa zaidi, ni suala consultation tu. Kando ya kikao hiki, baadhi ya bunge wakatoa maoni yao, kati ule walikuwa wanaona sheria ziko lu, ndio maana unakuta kuna mambo mengine watu walikuwa wanajifanyia, kwa sababu walikuwa wanajua hakuna mahali wanabanwa. Lakini kwa sasa hivi, naamini kabisa jambo hilo litapungua, kama halitaisha kabisa, litapungua na mimi nimpongeze sana mheshimiwa Rais. Utapata kile ambacho unaweza kataze mtu kufanya kazi kwa bidii ukajilumbikizia ni mali mingine. Ili kuweka effectiveness ya mahakama hizo, ni bora waanze nazo au watumie wa, ambao wana range kwenye bilioni moja na kuendelea, ili tuone effectiveness yake ipoje. Lakini mimi ninaamini ni sheria sio msahafu, sheria sio Biblia inaweza ikaje ikafanyiwa marekebisho yote huko mbele ya safari, lakini lazima tupate starting point marekebisho. Mswada huu utaiwezesha mahakama ya divisheni ya mafisadi kuanza kazi na kushughulika na tuhuma kubwa za ufisadi kuanzia shilingi bilioni moja na kuendelea. Wakati huo huo, mswada wa sheria ya marekebisho sheria mbalimbali namba mbili ya mwaka elfu mbili na kumi na sita umeendelea kujadiliwa bungeni mjini Dodoma. Nikiripoti kutoka bungeni mjini Dodoma. Aroni Mbikaria TBC.